Jana mwenyekiti mstaafu wa Chadema mheshimiwa Freeman Mbowe, jana alifanya ziara kwenda kumtembelea mwenyekiti wa sasa Tundu Lissu gerezani, lakini kwenye, kwenye mitandao maoni yamekuwa ni mengi. Nini maoni yako? Kwanza sijajua kwenye mitandao maoni yakoje, kwa sababu unajua kwenye mitandao ya kijamii mtu ana simu yake anafikiria anaweza akasema chochote wakati wowote, na kwa bahati mbaya zaidi na habari nyingi za upotoshaji kuliko uhalisia, ndio katika jumla yake wana uhuru wa mawazo, kila kujisikia kuandika chochote wakatiwwotesasa Mboe kwenda kumtembelea nadhani ni jambo la, la kawaida, sababu Lisu mwenyekiti wa Chadema, Mboe ni mwenyekiti wa Chadema mstafu lakini ni mjumbe wa kudumu wa kamati kuu na katika mazingira ya kawaida magereza sio sehemu nzuri. E, ni sehemu ambayo ina, ina stress nyingi, na mtu kama yuko stable, uh, msongo wa mawazo anaweza kuupata kwa sababu ya mazingira na kwa nature ya majukumu alizozoea kufanya, na amefungiwa sehemu moja, ni jambo gumu. Kwa hiyo kwa mtu yoyote ambaye ama ameshapita huko, kwa sababu mboye ana that experience naye alipewa kesi ya ugaidi e, katika mazingira ambayo kila mmoja anayajua, ni jambo la kawaida kwake yeye kwenda kumpa moyo mwenzake na kujadiliana mambo mbalimbali ya kisiasa na kushauriana, ili kama chama waone wanaendaje, wanaendaje mbele. Kwayo ni jambo la kawaida, sio jambo la kushangaza, wala mimi sikushangaa nilivyomwona amekwenda, kwa sababu katika harakati zetu hizi za za mageuzi wengine tumekuwa kwa miaka ishirini toka tuko wanafunzi ambao amekuwa kwa zaidi ya miaka toka tisini na mbili wakati mageuzi yanaanza. Uh, Lissu alikuwa mwanaharakati baadaye akaja akajiunga na sisi CHADEMA chukua wengine tumeshaingia, ni, ni, ni safari ambayo na struggle nyingi na mateso mengi sana. Kwa mtu ambaye aja experience hawezi kujua, kwa mtu ambaye uko upande wa chama tawala hawezi kujua kwa sababu don't feel that pain. So, katika mazingira kama yale kupeana moyo O, na kujadiliana mambo mapana ambayo yanaendelea kwenye kwa nchi hii. Of course haitakuwa kwa uhuru ambao wangependa kujadiliana Usabu, kwa sababu kwa magereza muda wote askari wako na wewe kwayo, ni jambo la kupeana moyo tu, zaidi ya kusema kwamba kuna mambo deep ya nchi wanaweza wakajadili, kwa sababu hakuna usiri wowote wa yakuwa ni jambo zuri, na mimi niko Dodoma, lakini nitaenda kumwangalia kama ambavyo Mboya alivyokuwa ndani, nilienda kumwangalia, e, pasipo kujali kuna mambo gani yalikuwa yanaendelea ambayo mengine hayakuwa na ukweli, lakini politics mnagusana na, na kushikana mikono uh, hasa za kwetu za upinzani pale ambapo mnapitia uh, mambo magumu, lakini vivyo hata mambo ya faraja, lakini mnahitajiana zaidi pale ambapo mwenzenu anapitia mambo